Vodacom, kazi ni kwako. Nafasi hiyo kwa Azam. Andrew Vincent anashindwa kupiga tackle, ni Kipre Cheche. Anamimina kule. Penalty! Haina ubishi hii penalty haina ubishi wowote. Ameonawa kabisa. John Bocco. Anafunga bao lake la 10 ndani ya msimu 2015 16 strike ambao kienda chamazi miaka michache ijayo huenda kwa kutana na neno gwiji wa Azam. Ah, mchezo ulikuwa mzuri sababu kila mtu alikuwa anataka matokeo. Sisi tunahitaji matokeo zaidi kwa sababu tu ili tusogee karibu yake lakini bahati mbaya wameweza kupata matokeo. Mliweza kutengeneza nafasi kadha wa kadha, nini tatizo mkashindwa kuzitumia? Ah, mpira inatokea kwamba unaweza kupata nafasi, afu ukashindwa kuzitumia. Sisi tumepata nafasi nyingi, lakini tumeshindwa kuzitumia, zimetugalimu matokeo yamekuja. Mchezo uko ukopo mzuri, uko ukopo ni mgumu. Mtibu amejitahidi kadri zao, pia sisi tumejitahidi kadri zetu. Tunamshukuru Mungu, tumeweza kupata tumeweza kupata pointi tatu. Kuna kipindi cha kwanza mlitengeneza nafasi kadha wa kadha, lakini mkashindwa kuzitumia, nini tatizo? Ah, mpira ndio ulivyo, kuna muda unaweza kutengeneza nafasi ukatumia, kuna muda unaezosizitumie . Kwa hiyo kikubwa tunachoangalia ni mchezo unaofuata, tunachoangalia makosa tuliofanya katika mchezo huu tuweze kuwarekebisha ili tuweze kufanya vizuri katika michezo mingine okay.